Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Ni kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ni mimi ndugu yako Adam Komba, kutoka kwa bishop na Pastor Anthony Asenga. Ndugu, ningependa nishe na wewe neno hili la Mungu kutoka kwenye kitabu cha Mithali sura ya kwanza mstari wa 24 hadi wa 26. Neno la Mungu linasema hivi kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, yaani mimi Mungu nikawaita mje kwenye njia yangu, nikawaita muisikie sauti yangu, lakini ninyi mkakataa. Anasema nimeunyosha mkono wangu asiangalie mtu. Matokeo yake mimi Mungu nanyosha mkono wangu asiangalie mtu, utaelewa kwa maana gani? Anasema mstari wa ishirini na tano bali mmebatilisha shauri langu, yaani mmebatilisha mashauri ambayo mimi nilikuwa nawaambia vile vitu ambavyo nilikuwa nawaonya nawakanya, nyiye mmebatilisha, mmekataa mmeenda kwenye njia zenu. Anasema wala amkutaka maonyo yangu, mambo yale ambayo Mungu anakuonya ili usifanye ili acha ili acha ni dhambi mbele zangu, wewe ukakataa ayo maonyo matokeo yake anasema hivi mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu ni taziaki ofu yenu ifikapo. Matokeo ya mtu anayekataa maonyo ya Mungu, matokeo ya mtu anayekataa mashauri ya Mungu, maandiko anasema siku kifa mtu huyu Mungu wa mbinguni pia naye atacheka. Kumbe tunakaa tunaona, kumbe kuna wanadamu hapa duniani wakifa watu waga wanafurahi wana, wana, wanafurahia vifo vya hao watu kwa gani? Kutokana tu na maisha yao walivyokuwa mabaya, maisha ya kuumiza watu, maisha ya kuwatendea watu mabaya, lakini kumbe kucheka huko sio kutukwa wanadamu. Mtu ambaye anatenda maovu, mtu anayekataa kutembea kwenye maonyo ya Mungu na njia takatifu za Mungu, akifa, hata Mungu wa mbinguni pia huwaga anacheka watu ambao wameshupaza shingo, wanaendea njia mbaya, njia za uovu, wanaonywa na wanakuwa wagumu wa moyo, wa hawataki kwenda kwenye njia safi, njia za haki. Maandiko anasema siku akifa yeye, naye Mungu atacheka siku ya msiba wao, siku akiingia wa kwenye shida na matatizo, Mungu anasema naye atawadhihaki siku ya matatizo yao. Hii inatufundisha nini? Penda kukubali maonyo ya Mungu, uwe mnyenyekevu. Mungu anavyokuonya kwa kutumia watumishi wake mbalimbali, wanavyokuambia acha njia hizi mbaya nenda kwenye njia hizi za haki, uwe mti uwe mnyenyekevu, ili siku ukifa Mungu aumia. Kuna misiba ya baadhi ya watu wakiondoka duniani duniani Mungu, Mungu mwenyewe anasikitikana, lakini kuna baadhi ya watu wakiondoka hapa duniani, maandiko yanatuambia Mungu naye huwa anacheka. Mungu wa mbinguni akubariki sana, jitahidi kufanyika baraka kwenye dunia hii, ili kifo chako kiwe na maumivu na maombolezo kwa wanadamu wa dunia hii, lakini hadi Mungu wa mbinguni aumie kwa sababu tu uh, ulivyofanyika baraka hapa duniani. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.